Mkusanyiko huu kwa maana kuonyesha tu kama tunapenda bado kushirikiana na watu watu mbalimbali, bado na mtu mmoja kutoka Ulaya atakuja kujiunga na sisi ili tukamilishe e, bara yote, bara yote kwa hivyo sema ni, ni, ni kuelezo hicho cha, cha utayari, lakini pia tumeeleza katika katika katika hati zetu za uandikishia za, za za za, za taasisi hiyo yetu, ile haki ya, ya kuanzisha taasisi hiyo, kama tutatasii tutafanya kazi na serikali, tutafanya kazi ya kupingana na serikali, hatuwezi kuwa badala ya serikali ni sisi tutachangia tuta, tuta, tuta, nguvu pale ambapo serikali na jamii inapoona kwamba tunatoa, kwa sababu kuna mambo mengi. Lakini pia sisi, sisi tutashirikiana na taasisi nyingine zinazofanya shughuli kama zetu. hatuna, hatu, hatuna, hatuna mashindano na mtu, si nataka kushirikiana kushindana na mtu, haijawahi kuwa katika falsafa ya maisha yangu. Maisha yangu yote ni kushirikiana na mazao shirikianana na serikali tutashirikiana na taasisi tutashirikiana na watu mbalimbali ndani ya nchi, barani Afrika na duniani kote. Akaaushwa kwamba dhima na shabaha za, za, za foundation yetu zina zinatekelezwa zina, ulichosema zina, kwamba kuna kuna nafasi kwa sisi wote kiyama sikuwa a lot of room and space for all of us, kwa bwana hii dunia. Yaani, hayo mambo ni mengi na watanzania watu wa Tanzania, na wananchi wa duniani, wa Afrika kwa hudumia ni mengi mno, na mambo ya kufanya ni mengi mno, hakuna sababu ya kushindana, hakuna yote ambayo tunashindana nayo na wakati wakatuwa mshikuwa kwenye kwenye uongozi ni mwasema, tunajenga nyumba moja, usigombee vitu. Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, mambo ni mengi, watu wa kuhudumiwa ni wengi, masuala ya kuwahudumia ni mengi, ni, ni mengi. Hakuna sababu za kushindana wala kusema kwamba. Tutashirikiana na serikali, hatutapambana na serikali, tutapambana serikali. Tutashirikiana na taasisi nyingine na watu wengine wanaofanya shughuli kama zetu, wala hatuna ushindani nao wala upinzani. <clears throat> ilieleza kwamba wakati nafanya na, na, na, na, na tafakuri za kuanzisha taasisi hii, changamoto kubwa nimeipata ni ya nini nini tufanye, kwa sababu mambo ya kufanya ni mingi sana, lakini nilisema kwamba nimeongozwa na hekima kwamba hatutaweza kufanya kila kitu, na kwa hiyo tuchague yale mambo ambayo tunaamua sisi a kuongozwa na hekima hiyo, tumechagua taasisi yetu kujielekeza kwenye maeneo makubwa manne. Eneo la kwanza ni maendeleo ya wanadamu, human development. Katika maeneo hayo katika eneo hilo tumechagua mambo machache ya kushughulika nayo, kumkuondoa umaskini, kupambana na umaskini, kushughulika na, na kilimo hasa tunalenga wakulima wadogo na masuala ya, ya tabia nchi kwa sababu nayo ni kitu ambacho kina athari kubwa kwenye maendeleo ya, ya ya Tanzania na watu duniani. Eneo la pili tunalojihusisha nalo ni masuala yanayohusu afya. Afya. Kwenye afya nako mambo ni mengi ya kushughulikia. Nimesema na tunataka kuelekeza sisi nguvu zetu kwenye maeneo kwenye yale mambo ambayo yamekuwa yana yanapoteza ya, ya, ya, ya, ya, ya, maisha ya watu e mchango wetu yanapoteza muda wa kufanya shughuli zao, na kwa moja jambo kubwa ambalo tunajihusisha nalo ni mapambano ya kutokomeza ni afya ya mama na afya ya mtoto na chakula, yaani mambo ambayo katika kipindi changu cha urais nilikuwa nayashughulikia sana ingine ni masuala ya chanjo kwa watoto immunization. Ingine tuashuika nayo ni masuala ya lishe nutrition, lakini pia yako maradhi, baadhi ya maradhi yanayoambukiza, baadhi ya maradhi yasiyoambukiza, ya na yale maradhi ambayo ya ya yanasemekana ya, ya kwamba ya-yanapuuzwa. Hayo ni mambo ambayo tutajihusisha nayo. La tatu ni elimu na vijana, Education and Youth, na kwenye eneo hilo ya of interest ni elimu elimu bora kwa vijana wetu, lakini elimu ile ambayo ina, ina, ina, ina shabaha ya kuendeleza vipaji vyao, lakini pia tutashughulika na ulezi wa vijana hasa katika kuandaa waweze kukuza eh, vipaji vyao vya, vya uongozi na, na, na, na vipaji vyao vya kuweza kuwa wajasiri wajasiriamali leadership skills, leadership skills. Hayo ni maeneo ambayo tutatuchacheza tuta, tuta, tuta, tuta, nayo na, na mwisho ni masuala ya, ya utawala bora na swala la kuhakikisha kwamba watu wote wanahusishwa hapa suala ya na sisi tutajiunga kwenye mapambano ya kuhakikisha kwamba kuna usawa wa kijinsia, kwa namna ile tutakavyoweza, tutajihusisha na ku, kuleta maelewano ma, ma, ma, na maridhiano katika jamii social harmony, na kwa masuala ya amani tutajihusisha kwa upande wa serikali serikali kutekeleza kuwahudumia wananchi vizuri, thusisha na serikali kujihusisha katika kupambana na maovu katika katika jamii. Kwa hiyo mtaona katika katika katika hii hatukujihusisha sana na usuluhishi wa migogoro. Kwanza ni jambo kubwa lakini wako watu wengi wasema, hatuwezi kufanya shughuli zote. Lakini kama itatokea mahali kwamba kuna mgogoro ambao wataona kwamba taasisi yetu sisi inaweza ikasaidia, tunakuwa tayari kutoa mchango. Tunao watu wengi wenye ujuzi huo namalika mengi ambao wanaweza wakachangia sei

hata kwa haya ambao tumesema ni kidogo, bado unapozamia kwa undani bado ni ana mambo mengi. Kwa hiyo nasema kwamba kazi ya kuendelea kuchambua itaendelea kwa, kwa haya tutakapokuwa tumejipanga sawasawa, lakini katika maeneo yote haya manne haya kutakuwa na watu ambao watakuwa ni viongozi wako kurugenzi wake, itakuwa kazi yao ni kuibua mambo hatutaweza kuyafanya yote kwa wakati mmoja, lakini tutakuwa tunafanya jambo moja baada ya nyingine. Mengi tunaweza kuyafanya concurrently. Kwa hiyo ndio nasema kwamba hata kwenye haya bado ni mengi, lakini bado, kwa maana hiyo, ni kwamba bado tutaendelea na kazi ya kuendelea kuchagua lipi tufanye na lipi tusifanye katika miongoni mwa haya oyo. Kwa hiyo na nimesema kwamba kwa uzoefu na uwezo wa watu kwa nao na naamini tutakuwa na programu nzuri, tunazitekeleza vizuri kwa kwa, kwa, kwa, kwa kuridhika sisi wenyewe kwenye bodi, lakini pia kwa wale ambao ambao tutakuwa tunashirikiana tuna nao na na wale wananchi ambao tumewalenga tuendelee kuwahudumia.